Ripoti ya uchunguzi iliyotolewa jana na shirika la Global Witness inaonyesha kuwa kampuni ya Traxys ya Luxembourg ilinunua madini ya Coltan ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inayochimbwa katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa M 23 na kusafirishwa kinyume cha sheria nchini Rwanda. Zaidi anasimulia Bakari Ubena. Kulingana na taarifa zilizokusanywa na shirika hilo la Global Witness, kampuni ya Traxys ilinunua mwaka jana tani zipatazo 280 za Coltan kutoka Rwanda, madini ambayo hutumiwa katika utengenezaji wa simu za mkononi na betri za magari ya umeme. Hayo ni kulingana na uchunguzi wa takwimu za forodha na ushuhuda uliotolewa na wasafirishaji haramu wa madini, ambao umebaini kuwa sehemu kubwa ya madini hayo ya Coltan yalichimbwa katika maeneo yenye migogoro mashariki mwa Kongo, ambapo kundi la M23 linalo ungwa mkono na Rwanda linaendesha shughuli zake. Kundi hilo la waasi ambalo linadhibiti maeneo kunakochimbwa madini mbalimbali mbali huko Kivu kaskazini mashariki mwa DRC linaonekana kufaidika kutokana na unyonyaji wa rasilimali hizo kufadhili operesheni zake za kijeshi. DW ilizungumza na Alex Kopp, mtafiti katika shirika hilo la Global Witness aliyefafanua ni namna gani biashara hiyo hufanyika. Kinu... tuliweza kuzungumza na mmoja wa wafanyabiashara ambaye alituthibitishia kuwa kampuni ya African Panther ya Rwanda hununua madini ya Coltan huko Rubaya na kisha kuyauza kwa kampuni ya Traxys. Madini hayo ni kutoka migodi ya Rubaya ambayo inakaliwa na waasi wa M23 tangu Aprili mwaka jana. Kup, ameongeza kuwa migodi ya Rubaya ni miongoni mwa migodi mikubwa zaidi ya Coltan duniani ambapo Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa karibu asilimia 15 ya Coltan inayozalishwa kote ulimwenguni hutoka kwenye migodi hiyo. Hata hivyo, kampuni ya Traxys imekanusha uhusiano wowote na hata ufadhili kwa kundi la M23 na kukana madai kwamba madini hayo ya Coltan yametoka maeneo yenye migogoro nchini Kongo, lakini kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa lilichapisha ripoti inayothibitisha ukaliaji M23 katika migodi hiyo ya Rubaya na kwamba wachimbaji na wafanyabiashara hutakiwa kulipa ushuru kwa M23. Ripoti hiyo inaendelea kuwa M23 husafirisha hadi nchini Rwanda takriban tani 120 za coltan kwa mwezi na ushuru unaotozwa kwa uzalishaji huo huipatia mapato yanayokadiriwa kufikia dola za Kimarekani laki nane kwa mwezi na hivyo kuifanya migodi hiyo kuwa sehemu kubwa ya mapato kwa kundi hilo la waasi.